Karibu sana katika channel yetu. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii basi, subscribe, comment, uh, like pia unaweza ukashare, na hii ni channel ya Mshiko Bet. Hii ni application ya multibet inapatikana Play Store, unaweza ukatumia multi au ukaandika hii, so, uh, multi, multibet yeah, hii itakusaidia wewe kwa mtu ambaye unaanza Eh, kufanya uchambuzi lakini, pia inaweza ikakupa ushauri. Kuna baadhi ya mechi unaweza option fulani usiziweke kwa sababu hii na hii na hii, kwa hiyo unaingia kukupa ushauri, au unaweza kuweka option fulani na ukaangalia kama kile kitu ulichokiweka uanda kina asilimia kubwa ya kutoa. Kwa hiyo watu wengi wanapoweka ile option kwa asilimia fulani unakuta ile option inaweza ikatoa. Kwa hiyo utaingia Play Store utasearch hiyo uh, multi betting hii hapa. Kwa hiyo utadownload, ukisha download basi utakutana ndani na muonekano muonekano kama huu hapa. Sasa tukiingia uh, upande sehemu hii hii hii. E, uh, sehemu hii kuna mechi za leo. Mechi za leo utaweza kuona na hapa hii mechi kaweka uh, over 1.5 hii hapa lakini kuna mechi ya Arsenal kampa double chance Arsenal ashinde au wasare. Sasa hii ni kwa sababu UEFA Champions League. Arsenal wamempa nyumbani la performance yake, lakini huu ni mpira, miongoni mwa mechi ambayo watu wengi nimeona wamempa Arsenal kushinda ni mechi. Watu wengi wamempa Arsenal kushinda. Lakini PSG naye ana mpira mzuri, ana mpira mzuri, mpira gesi mbaya sana. Ila kwa sababu nadhani PSG sio wanachache kufungwa na timu za England kwa hiyo wanashuuru wana kwamba anaweza kumfunga hiyo yeah. Kwa hiyo utaweza kuona hizo ni zile ambazo ndio daily sure tips kwenye maisha yako, unaweza ukamfuata tu hizi hapa hizi hizi. Unazifuata hizi kila siku, unaweza kuangalia history ya jana ni hii football tips. Football tips karudia ka ile ile a, a, a na n ashinde au a draw anacheza na Wigan. Lakini pia kuna Marumo. Marumo amempa ashinde. Unaona? Kwa hiyo ukiangalia jana, jana alikosa, lakini kitu kingine ukiona umeingia sema football tips, ukiona jana amekosa labda adi juzi e, tuguse hapo au juzi pia alikosa. Kama juzi alikosa, basi leo mfuate, leo anakuwa na asilimia kubwa ya kufanya vizuri. Kwa hiyo inaweza katoa over, na hii akashinda kabisa, wakasare, na hii akashinda. Kwa hiyo hii, hii ni app yako inaweza kukusaidia. Lakini pia kuna over, na hapa over, hapa over utaweza kuona hii ameweka over, ameweka over lakini, e, bro pia ameweka over. Tukiangalia jana, yi, alikosa leo, uh, jana alikosa, jana. Kwa hiyo leo zikawa ni ziko vizuri, kwa sababu jana ndani aliweka over tu, kuna ambazo na malumu kushinda kwa hiyo ndio hivyo. Hii ni app ambayo inaitwa Multibet. Hakikisha uh, tu uh, unaingia Play Store ukaandika Multibet na kuichukua hii app, kwa utakuwa unazikopi hizi mechi unaziandika kwenye application ambayo unabetia. Ukishaandika uh, katika application unayobetia, basi moja kwa moja uh, uta beti na kusubiri matokeo. Hakikisha una subscribe katika channel yetu ya Mshiko Bet, ili mradi kuendelea kupata update mbalimbali mbali ambazo zitakuwa uh, zinatoka kila siku katika channel hii. Siku zijazo, basi nitatoa prediction mbalimbali, ili mradi mbali uweze kufanikiwa. Asanteni sana.